Kuhusiana na uwepo bingu na bingu wa kambi ya madaktari bingwa na bingwa bobezi kwa nyanda hizi za juu kusini, ambayo itafanyika Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Mbeya, tukizingatia kwamba Watanzania wanahitaji huduma mbalimbali za matibabu au za afya ambazo mara nyingine inaweza ikawa ni, ni ngumu kuzifikia. Uh, sasa kambi hizi zipo ili kuweza kuwasaidia Watanzania wenye changamoto mbalimbali za kiafya ambazo zitakuwa zinapatikana kuanzia tarehe tano hadi tarehe tisa. Uh, katika kambi hii tunategemea kwamba kutakuwa na madaktari bingwa wa macho, madaktari bingwa na bingwa bobezi wa magonjwa ya moyo, madaktari bingwa wa upasuaji wa mifumo ya mkojo, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani kwa maana ya internal medicine madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi madaktari bingwa wa uh, magonjwa ya akili na mengineyo mengi tu ambayo tumekuwa tukiarusha kwenye vipeperushi mbalimbali. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwanza kabisa kuwapa taarifa wananchi wa nyanda za juu kusini kwamba huduma hii itakuwepo kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Mei 2025, lakini pia nitoe wito kwamba hii ni fursa kipekee kabisa uh, kwa wananchi kuja kutatua changamoto mbalimbali za kiafya kupitia kambi hii maalum ya madaktari bingwa Mama Samia eh, ambayo itafanyika hapa hospitalini uh, Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Mbeya. Aidha, uh, hii pia ni, ni, ni fursa ya kuweza kuishukuru serikali kwa sababu serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya. Kwenye hospitali za rufaa za mikoa, tunakumbuka kwamba hatukuwa na uwezo wa kufanya CT scan. Hivi sasa Uh, tuna uwezo wa kufanya vipimo vya CT scan na vipimo vingine vingi vya maabara ambavyo uh, katika kambi hii pia vitakuwa vinapatikana. Hivyo ni fursa kwa wananchi kuweza kujua changamoto mbalimbali kupitia vipimo hivi na vile vile uh, kuweza kupata matibabu. Uh, sio hapo tu serikali yakuishia hapo, zime uh, zimetolewa ajira nyingi sana kwenye sekta ya afya na sisi kama hospitali tumefaidika kwa sababu tuliweza kupata uh, watumishi 80 wa kada mbalimbali za afya, hivyo tunaona uh, watu hawa walioajiriwa, ujenzi wa, uh, wa miundombinu, upatikanaji wa vifaa, basi iwe ni fursa kwa wananchi kupata huduma hizi. Kwa hiyo tuwakaribishe sana waje wapate huduma um, ili waweze uh, waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku, sababu tunaamini kwamba taifa linajengwa na watu wenye afya idadi ya watu ambao tunategemea wafikiwe na huduma hizi uh, ni kwa wale wote ambao tunategemea kwamba wanakuwa uh, wanatafuta huduma za afya kwenye mikoa husika, kwa maana kwa mfano Mbeya tuna watu zaidi ya bilioni mbili, si ndio? Eh, kwa maana ile catchment area tunategemea kwamba kwenye catchment area hii kama kwa mwaka tuna uwezo wa kuhudumia watu laki tatu, laki tano Basi wale watu wote ambao walikuwa wanatafuta huduma za afya kwenye kila hos, uh, mkoa basi hiyo ndio inakuwa ndio catchment area yetu. Kwa hiyo inawezekana tukaona watu zaidi ya elfu kumi ndani ya siku hizi tano ambao inaweza kuwa ni watu wengi sana sanaalamu naitwa Christopher Wadile ni katibu wa siasa uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kama mnavyofahamu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama cha serikali, lakini pia kama mnavyokumbuka kwamba mwaka 2020 Chama cha Mapinduzi tulikuja na ilani ya uchaguzi kwa wananchi wa Tanzania, lakini hususan Mbeo, na tulijipambanua kwenye ilani ya uchaguzi ambayo ilikuwa na peji 303 katika ukurasa wa 82 kwa ilani ya uchaguzi ya chama chetu tulizungumzia sana sekta ya afya na tulizungumzia hasa kuboresha huduma za kibingwa na bobezi. Jambo tunalotaka kuwatangazia na kuambia wana Mbeya na wananyanda za juu kusini na watanzania kwa ujumla kwamba tunayo furaha kubwa, kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyofanya katika sekta ya afya. Ameboresha sana huduma hiyo, na kama mnavyoona leo mkoa wa Mbeya. Kwa kumbukumbu zangu ni awamu ya tatu tunaendelea kupokea timu ya madaktari bingwa na bobezi kwa ajili ya kuwahudumia wana Mbeya wana nyanda za juu kusini na Watanzania. Sasa mganga mkuu hapa amesema kwamba tunayo kambi ya matibabu inayoenda kuanza tarehe tano mpaka tarehe tisa mwezi wa tano ambayo itawahudumia wagonjwa wa matatizo mbalimbali mbali. Na hapa naomba nifafanue vizuri, ukisema bingwa ni level ya juu, lakini ukisema bingwa bobezi ni zaidi ya ubingwa. yaani maana yake ni wale wataalamu ambao eh, hata ungeenda uh, uende uende KCMC, uende Muhimbili, uende Jakaya pale kwenye taasisi ya moyo, uende pale Mirembe, wote hao utawapata hapa. Sasa nini daktari Samia suluhu Hassan amekifanya? Ameona asogeze huduma jirani kwa wananchi ili wananchi waweze kuhudumiwa kwa madaktari bingwa wata wote waliowataja hapa, mtaalamu watakuwepo. Wale wenye matatizo ya moyo yaliyoshindikana waje hapa watapata. Wale wenye matatizo ya mifumo ya mikojo yaliyoshindikana waje hapa, timu ya madaktari watakuwepo. Wale wenye matatizo ya akili yaliyoshindikana, timu ya madaktari watakuwepo hapa. Wenye matatizo ya mifumo ya upasuaji na mengine mengi kama walivyoainisha. Rai yangu kwa wananchi wote wa Mbeya na mikoa jirani ya nyanda za juu kusini, naomba tutumie fursa hii, ni fursa adimu sana. Daktari Samia Suluhu Hassan anampenda, ameamua huduma hii yote kuisogeza hapa, ili wewe uliokuwa unapata shida ya nauli ya kutoka hapa kwenda Dar es Salaam ukahangaike kupanga foleni kupanda gorofa, sasa amesema huduma hii anaileta hapa kwa kuanzia tarehe tano. Naomba tuhamasishane wananchi wote tujitokeze, ili tuweze kuendelea kunemeka na kufurahia pamoja na huduma hizi zinazoendelea kuboreshwa pamoja na madaktari bingwa na bobezi kuendelea kuongezeka nchini na kuendelea kupewa mafunzo ili kuendelea kukabiliana na tatizo la afya ya wananchi wetu. Lakini bado wameboresha sana kwenye upande wa miundombinu, ninyi ni mashuhuda yaanza na hapa hapa kwetu. Tuna jengo zuri sana la upasuaji la kisasa ambalo daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mkono wake hapa, na leo unaona timu ya madaktari bingwa bobezi kutoka hospitali zote wanaweza kufanya huduma hizi hapa, mbele ni jambo kubwa sana. Ukienda vituo vya afya hivyo, ninyi mnajua. Pia kwa upande wa ajira, yeye anasema hapa tu wamepokea watumishi wapya zaidi ya 80 na mmeshuhudia watumishi mbalimbali wanaendelea kumwagwa, ajira zinaendelea kutolewa ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaifurahia nchi yake. Ninachotaka kuhakikishia kwamba CCM na serikali yake tutaendelea kuisimamia serikali kuhakikisha yale tuliyoahidi wananchi yanawafikia.